Inawezekana umejifungua mtoto wako ambaye ni mchanga au inawezekana yuko chini ya miezi sita, na unajiuliza maswali kwamba korodani moja haionekani au zote hazionekani. Je, ufanyaje? Karibu kwenye somo tujifunze pamoja siku ya leo. Kama ni mara kwanza kuweza kutembea chaneli yangu, naweza kusubscribe hapo chini, uendelee kujifunza kuhusiana na afya mama mjamzito, lakini vilevile na mtoto mchanga. Kuna mmoja wa wafuatiliaji wangu hapa anaitwa Fei anasema dokta, mwanangu korodani moja imepotea, tatizo ni nini? Japo hakuniambia umri wa mtoto wake, ambapo korodani moja imepotea au ile katika ile pumbu unakuta kile kama kiyai kimoja kinakuwa hakipo. Na hili ni jambo muhimu sana, haswa kwa watoto wachanga au watoto wadogo walioko chini ya miezi sita, chini ya mwaka mmoja, kuweza kuangalia korodani zao kama zote zipo na wakati mwingine unaweza kukuta korodani moja inapanda sana juu, na wakati mwingine mtoto analia sana, hasa wa watoto wakubwa akiwa na mwaka mmoja mwaka miwili. Na hiyo ni vema sana kuweza kuitilia manani, ni vema kuweza kwenda hospitali. Sasa wakati mwingine mtoto anaweza kazaliwa hana korodani moja, na ikatakiwa uchunguzi wa kina uweze kufanyika, sababu ni nini. Lakini vivyo, wakati mwingine unakuta mtoto amezaliwa, toka uliporuhusiwa hospitali, kwa sababu lazima madaktari sisi tuweze kukagua. Baada ya kukagua na kumruhusu kwenda nyumbani unakuta baada ya muda fulani nakuta ile korodani moja labda haionekani kama alivyosema huyu mwenzetu Fei. Ni vyema kuweza kutilia manani kwa sababu ina umuhimu sana katika uzazi wa mwanao atakapokuja kuwa mtu mzima. Kuna baadhi ya watoto, kama korodani zote hazikuweza kushuka, zimebaki tumboni, inaweza ikapelekea changamoto. Sasa endapo kama korodani moja haijashuka au korodani zote mbili hazijashuka kule kwenye mfuko wake, au tunaita pumbu kitaalamu, huwa tunaita cryptokidism maana yake ni kwamba inawezekana korodani ya upande mmoja au kushoto au kulia haijashuka au zote mbili hazijashuka, na hii huwa inaweza ikatokea, japokuwa ni mara chache. Kuna baadhi ya wa watoto wanaweza kupata changamoto hiyo kulingana na vihatarishi au sababu mbalimbali. sababu mbalimbali sababu ambazo zinaweza kapelekea mtoto wako kuweza kupata changamoto hiyo, kwamba korodani moja ikawa haijashuka. Unakuta amezaliwa na korodani tu moja na korodani nyingine haijashuka, na mwisho siku unajiuliza maswali, sababu ni nini? Sababu ya kwanza kabisa endapo kama mtoto huyo alizaliwa kabla ya wakati. Watoto ambao wamezaliwa kabla ya wakati ambao tunaita primachua wana hatari kubwa sana ya kupata hii changamoto ya kwamba korodani moja inaweza kawa haijashuka. Wakati mwingine inaweza kaja kushuka yenyewe ndani ya ile miezi sita, na kama haijashuka basi, ni vyema kuweza kwenda hospitali. Lakini vilevile sababu nyingine inaweza ikatokana na homoni. Hii homoni inaweza kuhusiana na mtoto lakini vilevile na mama mwenyewe, kipindi ambacho mtoto yuko tumboni kwa mama yake like, kipindi cha ujauzito, unaweza kuwa una hitilafu fulani ya homoni, inaweza kapelekea kwamba hizi korodani zikashindwa kutoka tumboni na kuweza kushuka kwenda kwenye eneo lake ambayo ni la pumbu kule. Lakini vilevile sababu nyingine ambayo inaweza kapelekea changamoto hii ni endapo kama mama amekuwa ni mtu wa kuvuta sigara. Lakini vilevile labda alikuwa kwenye mazingira ya madawa, kwa mfano kuna dawa zile za uwia wadudu. Labda wewe unafanya kilimo umejiexpose sana, au umekuwa katika mazingira ya dawa kwa wakati mwingi, inaweza ikachochea kuweza kutokea changamoto hii. Mama ambaye ana uzito mkubwa au tunaita obesity, anaweza kuwa kwenye hatari kubwa ya kumpelekea mtoto wake akazaliwa na changamoto ya korodani. Vilevile mama anaweza kujifungua mtoto ambaye hana korodani moja au zote mbili, kama amezaliwa na changamoto za vinasaba. Kwa mfano, kama tunaita Down syndrome, inaweza ikapelekea hiyo itirafu ambayo inaweza ikaambatana na shida kama za moyo, na nyingine kama za moyo. Sasa kwa watoto ambao wamekuwa wamezaliwa kabla ya wakati, anaweza kazaliwa hana korodani labda moja nyingine ipo, alafu baada ya muda au muda unavyozidi kwenda korodani moja hiyo ikawa imeshuka, lakini kwa kipindi kile cha miezi sita ya mwanzoni. Sasa basi, madhara yapi ambayo yanaweza kutokea kama korodani moja itakuwa haijashuka? Kwanza kabisa, kama korodani moja itakuwa haijashuka, umekaguliwa vizuri, wakafanya labda ultrasound au baadhi ya vipimo, ikaonekana bado iko tumboni, kuna muda inaweza kashuka, inategemeana kati ya huyo mtoto na, na mtoto mwingine lakini vilevile mara nyingi unaweza ukapewa kipindi fulani wakamfuatilia mpaka anafikisha miezi sita. Ikifika miezi sita haijashuka, basi ni vema kuweza kufanyiwa upasuaji. Lakini vile vile tunajua kwamba madhara ambayo yanaweza kutokea, kwanza, mtoto anakuwa kwenye hatari kubwa sana ya kuweza kupata saratani ya korodani katika zile njia zake za uzazi, na hii imeonyesha kwamba ni zaidi ya mara tano anakuwa kwenye hatari kubwa sana ya kuweza kupata saratani. Vile vile mtoto anaweza kapata changamoto za uzazi haswa kama korodani zote mbili zitakuwa hazijashuka. Hii inaweza kapelekea mwanaume huyu atakapokuwa mtu mzima atashindwa kuweza kuzalisha, kwa sababu zile mbegu zinakuwa haziwezi zi, kutengeneza vizuri na tayari zile korodani ziko katika mazingira ya joto na hata ule mfumo wake wa uzazi unakuwa hujafanyika kwa huku mwanzoni. Matokeo ni kwamba atakuwa hawezi kuzalisha, lakini vilevile madhara mengine ni mtoto kuto hujisikia vizuri anapokuwa na wenzake anacheza, au atakapokuwa mtu mzima anaweza kawa na msongo wa mawazo, anaweza kawa anajisikia vibaya kwa sababu zile korodani zinakuwa hazipo. Kwa hiyo inaweza ikapelekea wakati mwingine mtu akawa anajisikia vibaya. Korodani kuto kushuka inaweza ikapelekea changamoto ya kwamba ile korodani yenyewe ambayo imeshikiwa na ile mishipa yake ikajinyonga au ikajifunga, ambayo tunaita Testicular torsion, ambayo mwisho wa siku inaweza kawa inaleta shida na mtu akatakiwa kuweza kutolewa ile korodani, na inakuwa ni hatari sana, inakuwa na maumivu makali, kwao si salama. Vilevile vile mtoto ambaye amekuwa na changamoto hii ya kwamba korodani yake moja labda jashuka au mbili, kwa maana kwamba upande zote mbili, anaweza kuwa kwenye hatari kubwa sana ya kupata yakupata ngiri ambayo tunaita kitaalamu hernia, hernia ya kiunoni, na mwisho wa siku utakuta korodani ile inapanda au inakuwa iko katika sehemu fulani alafu baadhi ya tishu baadhi ya viungo ambavyo kama utumbo vinatoka tumboni vinapita kwenye ile njia ya korodani, na mwisho wa siku mtoto anapata changamoto, au kama ni mtu mzima anapata maumivu makali, na mwisho wa siku inakuwa ni hatari sana, ambayo inaweza kupelekea wakati mwingine hata utumbo kuweza kuziba na kuleta madhara mengine. Kwa hiyo unapokutana na changamoto hii, ni vyema kuweza kuhakikisha kwamba unaenda hospitali. Utaporuhusiwa wataweza kukagua na watakupa tarehe ya kuweza kurudi. Unaweza kukaa baada ya wiki sita ukarudi tena, alafu baada ya hapo unarudi labda kila baada ya mwezi mmoja kwa ajili ya kuweza kukuangalia maendeleo yako. Lakini ikifika miezi sita kama haijashuka hiyo korodani au hazijakaa sehemu yake, basi kipindi kile cha ndani ya mwaka mmoja mpaka mwaka mmoja na nusu wa ule wa mtoto wako anaweza kafanyiwa upasuaji ambao tunaita Okidopex. ambao mara nyingi wanaweza kurekebisha na kuzishusha zile korodani zikakaa sehemu yake kitaalamu. Usiwe na wasiwasi, ni upasuaji ambao unafanyika na madaktari bingwa wa upasuaji na inaweza ikasaidia mtoto wako akawa yuko vizuri, wala usiwe na wasiwasi. Sasa unapoona kwamba korodani moja haionekani, angalia iko wapi, na kama umeshindwa kuangalia iko wapi, basi mpeleke hospitali waulize, madaktari watakuelekeza. Kama mwanzo zilikuwa zimeshuka zote, baada ya muda unakuta moja imepanda sana juu, mtoto analia sana, anapata maumivu makali, ukikagua huku chini uioni basi ujue kabisa huyo mtoto ana tayari ana ngiri ambayo ya kiunoni, na mwisho wa siku korodani inaweza kawa imepanda imeingia mpaka kule juu, au inawezekana hata ule utumbo wa kule kutoka kule juu unaingia kwenye ile njia ambayo korodani iliweza kupita, kama haikufunga vizuri, kitu ambacho inaweza kapelekea changamoto na kukawa na madhara makubwa. Sasa mara nyingi unapokuwa unamuogesha mtoto wako wa kiume, ndio hapo unaweza kukagua pia kuangalia kama korodani zinakuwa zimeshuka au la, lakini vile vile Eh, ni rahisi sana kuweza kufanya wakati wa kumuogesha, kwa sababu maji yanapokuwa ya vuguvugu, zile korodani zinaonekana vizuri. Lakini wakati wa hali ya baridi sana zinapanda juu, ni kitu cha kawaida. Lakini ukiona zinapanda juu, mtu anapata maumivu, basi inawezekana ikawa ni hatari. Ni lini uanze kuogesha mtoto wako ambaye ni mchanga mara baada ya kuweza kujifungua? Kama ulikuwa unajiuliza swali hilo, unaweza click suggestion hapo kusikiza video kuhusiana na lini uweze kuanza kuogesha mtoto wako mara baada ya kuweza kujifungua mtoto wako ambaye ni, ni mchanga. Ukiona swali ilo, niulize hapo chini, mitakwa tayari kuweza kujibu swala lako wakati wote. Karibu sana.